Heche yule hmm, ni mtu mdogo sana kuleta ubabe kusema nampokea mkuu wa mkoa hmm. Kwanza mimi Heche siwezi kumkamata hata na askari hmm. hata siku moja Heche hmm. Mimi nampelekea mgambo wa mkamati. Siwezi kumkamata mimi Heche kwa kutumia askari hmm. Namkamata kwa kutumia mgambo hey. Kumtumia askari nampandisha blandi, hana hadhi hiyo hmm. Hakuna rais ambaye ameonyesha upendo hmm, kwenye vyama pinzani nchi kama mheshimiwa Rais Samia hmm. Na wanamkosea sana hmm hata nilikuwa namwangalia Hecha anavyomtamka mheshimiwa mm. rais yani, kama anamwona yani, sijui ni dada yake. Anajua kwamba yule ni kiongozi wetu sisi, tunampenda mm. Sasa wa, wasimvunjie heshima mheshimiwa wa rais mm. wakimvunjia heshima mheshimiwa wa rais sisi tutawadharidisha umeelewa? yeah. Wamuheshimu mm. kama hawataki kumheshimu wanyamaze. mm. Wachague mama mawili yeah wameshajitoa kwenye uchaguzi watulie wasilete vurugu mm -hmm. tunasubiria uchaguzi mheshimiwa mm -hmm. rais atashinda mm -hmm. ana sababu za kushinda yeah. amefanya mambo makubwa mm -hmm. amefanya mambo mazuri mm -hmm. maendeleo hata tuseme tu mheshimiwa rais asimame kwenye miradi yao mm -hmm. na wasimame kwenye miradi yao mm -hmm. tupige kura watasimama wapi mm -hmm. hata choa hajajenga barabara unatembea, unatembea la rais unasema unamshinda semia kwa lipi kwa kigezo kipi hamna kwa hiyo aache maneno tu wao aje ulingoni tupambane yeah.